Mtazamaji, tukizidi kusonga mbele tu ni kwamba waombolezaji waliokusanyika katika uwanja wa mamboleo jijini Kisumu walijawa na huzuni, wakionekana kwa sheria mikono ya kwaheri kwa ndege iliyobeba mwili wa hayati Raila Odinga ulipokuwa ukitolewa uwanjani humo kuelekea Siaya. Hivi ndivyo ilivyokuwa taswira jijini Kisumu. Asante mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba juhudi za aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga kustawisha na kukuza uchumi wa nchi ya Kenya zimeendelea kupongezwa, baadhi ya wafanyabiashara katika soko la mjini Bungoma wakimtaja Raila Amolo Odinga kuwa shujaa wa kweli aliyetetea sekta ya biashara katika miaka yake ya siasa na uongozi. Bernard Makoha ambaye ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wa soko la Chebukube mjini Bungoma amejumuika na wafanyabiashara wenza, akiwemo Sarah Atieno, kutochorea ama kuweza kutochorea taswira kamili ya hisia za wafanyabiashara baada tu ya kuaga kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Kwa majina ni Bernard Makoha ambaye ni mwenyekiti wa soko, wana hii wana ya Chebukube E, siku ya leo, siku ya Jumatano imekuwa ni siku ya usuni kwa wananchi kwa jumla wa Kenya, haswa sana wafanyabiashara wa soko ya Chebukube Bungoma. Tumepokea hii habari kwa mpiko mkubwa sana kwa mzee wetu ambaye ni mzee Raila Amolo Odinga huyu mzee kifo chake kimetushitua. Kama wafanyabiashara tulikuwa tunajua kwamba huyu mzee atatupeleka mbali, na huyu mzee amekuwa wa manufaa sana kwetu kama wananchi wa Kenya, hasa sana wafanyabiashara. Huyu eh mzee, kando na mambo ingine yake ya siasa, huyu mzee amefanya sisi tumejiwako, tumechuako mambo ya uhuru na niyeye ndi alipigania mambo na uhuru hapa Kenya. Majina yangu, okay. Naitwa Sarah Atieno. Ah, nikiwa mkaaji wa Bungoma nikiwa nafanya kazi hapa sokoni Municipal Market. Ah, tumesikitika sana na tumestuka kwa kifo cha huyu mzee Raila Amolo Odinga, maana amekuwa mzee wa kupatanisha na amekuwa mzee ana malengo ah. mara nyingi huyu mzee ameleta amani ah. mara nyingi huyu mzee ameshifti ndani, kama kuna kitu kumeharibika Kenya, hakikishe ah, amani iko. Hata mara ya mwisho hyo, nakumbuka vile jensi walikuwa wamesimama kwa ukali, jensi walikuwa na power enye sijawahiona tangu mimi mama, lakini huyu mzee akashifti ndani na jinsi wakakul down kwa hivyo, hata mimi kusikia mzee Raila amelala sijakubali.